Maandamano ya amani ya wauguzi nje ya ofisi ya gavana huko Siaya yaligeuka na kuwa vurugu baada ya wahuni waliokuwa na silaha kuwashambulia waandamanaji huku maafisa wa polisi wakitazama. Wauguzi hao walitaka kikao na gavana James Orengo kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara pamoja na masuala mengine. Wakati wa maandamano hayo ya amani, kundi la vijana lilijitokeza na kuanza kuwashambulia huku wengine wakijeruhiwa kwenye kizaazaa hicho. Wauguzi hao wamelaani tukio hilo wakiilaumu serikali ya kaunti kwa kutumia fujo badala ya mazungumzo huku wakiapa kuendelea na mgomo wao.